Shukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na afya njema, lakini pia ametuwezesha kufika kwenye jengo letu hili la ofisi za Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake za mkoa wa Tanga kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa ukarabati huu. tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu lakini pili, niwashukuru kamati inayohusika na kusimamia ukarabati huu kwa namna ambavyo mnasimamia kwa weledi na kwa uzalendo mkubwa kutoka mwanzo wa mchakato lakini mpaka sasa tunapogondea mwishoni. Mwenyezi Mungu awabariki sana, ongereni sana. Lakini pia tuwashukuru mafundi wetu na meneja mradi injinia Makiomo, wewe umethibitisha uzalendo wako na aliyoyafanya hapa, sisi ndio tunajua tangu kubwa kuliko yote, tunamshukuru sana na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hakika haya ni maelekezo yake, kwamba katiba yetu linapotuelekeza kwamba tuwe na chama imara, chama imara, katiwa wamezungumza hapa, ni pamoja na majengo ya chama hicho, yale yenye kuvutia, yenye mwonekano mzuri, ili wale wananchi ambao wametupa dhamana ya kuunda serikali, serikali ya Chama cha Mapinduzi, wanapokuwa na changamoto zao wawe na imani kwamba nikienda pale na kwenda kupata huduma bora katika jengo lililo bora. Kwa haya ni maelekezo ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulipoamua kuyatekeleza maelekezo haya, tuliamua kwa dhati kujenga heshima ya chama chetu tuliamua kwa dhati kujenga muonekano mzuri wa majengo ya Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Tanga. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi hakitakiwi kuwa na viongozi changamoto, Chama cha Mapinduzi chatakiwa kuwa na viongozi wenye kutatua changamoto za chama chetu, wenye kutatua changamoto za watu tunaowaongoza kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye anatuwezesha kwenda kuikamilisha agenda hii ambayo imepitia kwenye mazingira magumu sana, lakini leo ndoto yetu na kwenda kutimia ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kenye majengo haya ya chama, chama. Heshima na taadhima, nataka nimpongeze sana mwenyekiti wa sisiem wa mkoa wa Tanga pamoja na timu yote ambayo imesimamia ukarabati wa jengo hili la sisiem pamoja na kontakta ambaye amepewa kazi ya kukarabati jengo hili. Kwa kweli mwenyekiti, jengo hili limebadilika kabisa. Sana jengo lilikuwa limechoka sana, lakini kwa muonekano, kila anayepita barabarani anaona sasa jengo la CCM liko namna gani. Lakini mwenyekiti, pia nimpongeze injinia ambaye amesimamia jengo hili. Ndani kulikuwa kumepakwa rangi kwenye kuta lakini kumbe nyuma ya rangi zile kuna tarazo ambayo ilikuwa imewekwa kwa miaka mingi sana. Hongera sana injinia, umesafisha rangi ile, umeweka tarazo, kitu ambacho cha kudumu. Tarazo ile imeonekana uzuri wake, na ilitakuwa ni tarazo ya kudumu, hakuna haja ya kupaka rangi rangi.